Zoezi la kwanza, Glute bridge, kuinua nyonga. Mazoezi haya yanaimarisha misuli ya nyonga, kiuno na misuli ya ndani ambayo inahusika moja kwa moja na tendo la ndoa. Lala chali, miguu iliyopinda, nyonga ipandishe juu. Fanya mara 15 kwa seti tatu. Zoezi la pili, Leg raises, kuinua miguu wima ukiwa chali. Zoezi hili hulenga misuli ya chini ya tumbo, nyonga na koo kwa ujumla huku likisaidia sana kuongeza nguvu ya msingi na kuzuia misuli ya chini kulegea. Lala chali weka mikono chini, kisha nyanyua miguu yote juu hadi iwe wima, kisha iache ishuke polepole pole, karibu kugusa chini lakini usiiache iguse kabisa. Fanya mara kumi na mbili hadi kumi na tano seti tatu. Zoezi la tatu. Prisoner squats squats huongeza testosterone, huboresha mzunguko wa damu na hujenga stamina. Fanya squats huku mikono iko nyuma ya kichwa kama mfungwa. Fanya mara 20 seti 3. Zoezi la 4, reverse crunches. Mazoezi haya hulenga misuli ya chini ya tumbo, lower abs, na husaidia sana katika kuimarisha misuli ya ndani, pelvic floor, na husaidia kuchelewesha kilele ejaculation. Lala chali, weka mikono chini pinda miguu na vuta magoti kuelekea kifua, kisha urudishe polepole pole bila kugusa chini. Fanya mara 15 hadi 20 seti 3. Zoezi la 5, Mountain Climbers. Mazoezi haya huongeza stamina cardio na nguvu za jumla Fanya haraka lakini kwa mpangilio, sekunde 30 seti 3. Kama video hii imekusaidia, like, share na subscribe ili wengine pia wafaidike.